Katika kile kinachoonekana kama kuongezeka kwa mvutano mkubwa wa kijeshi kati ya Israel na Irani, Iran imezindua wimbi lake la kwanza la makombora ya masafa marefu yaliyoilenga miji mikuu ya Israel, tel Aviv, huku mapigano yakiingia siku ya tisa mfululizo, usiku wa kumkia Juni 21 mwaka 2025. Kwa mujibu wa picha na video zilizochapishwa mitandaoni, makombora hayo yalionekana yakigeuka kuwa miale ya moto angani huku yakikabiliana na mfumo wa ulinzi wa makombora wa Israel, unaofahamika kama Iron Dome. Mashahidi wanasema kuwa anga la Tel Aviv ilijamilio na milipuko ya mwanga wa makombora yaliyokuwa yakidunguliwa na Iron Dome, jambo lililosababisha taharuki miongoni mwa wakazi wa jiji hilo. Hata hivyo, pamoja na uharibifu uliotokea taarifa rasmi kutoka mamlaka za Israel zinasema kuwa hakuna vifo au majeruhi waliothibitishwa katika shambulio hilo. Moto uliozuka katika maeneo fulani ya jiji baada ya makombora hayo kushambulia pia uliweza kudhibitiwa haraka na vikosi vya zimamoto. Mashambulizi haya yanakuja muda mfupi tu baada ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu RGC kudai kwamba kilitekeleza wimbi la 18 la mashambulizi dhidi ya Israel mnamo siku ya nane ya mzozo huo. Kwa mujibu wa taarifa ya IRGC, ndege nyingi zisizo na rubani Shahed 136 ziliingia katika anga ya Israel na kugonga maeneo yaliyoainishwa kama malengo ya kijeshi. Hata hivyo, Israel haijathibitisha madhara halisi ya mashambulizi hayo ya ndege zisizo na rubani. Kwa kujibu mashambulizi hayo, jeshi la Israel limesema kuwa limeanzisha mashambulizi ya angani dhidi ya maeneo ya kuhifadhi makombora na vituo vya uzinduzi katika mji mkuu wa Iran, Tehrani. Mashambulizi hayo yanatajwa kuwa sehemu ya hatua za kujilinda na kudhibiti uwezo wa Irani wa kuendelea kufanya mashambulizi zaidi. Mvutano huu kati ya mataifa hayo mawili unazidi kutia hofu na kuenea kwa vita katika eneo zima la Mashariki ya Kati, ambako mataifa jirani na jumuiya ya kimataifa kwa sasa yameanza kutoa wito wa utulivu wa mazungumzo ya haraka ili kuzuia madhara ya kibinadamu. Hadi sasa pande zote mbili zimeendelea kubadilishana maneno makali huku kila mmoja ikisisitiza kuwa inalinda usalama wa taifa lake. Hali bado ni tete, na dunia inatazama kwa wasiwasi mkubwa kile kinachoweza kuwa mwanzo wa mzozo mkubwa zaidi wa kijeshi katika eneo hilo.